Bando la chuo sehemu ya saba. Ilipoishia: Mwitaaa! nilipiga kelele za kumwamsha Mwita, ambaye alikuwa amelala fofofo. Endelea. Mwita hakuamka kabisa, alizidi kukoroma. Nikabaki pale kitandani nisijue la kufanya, huku ninatetemeka. Hawezi kuamka kwa leo, ninakuacha, lakini nitarudi kwa wakati mwingine. Wewe si umetikisa kiberiti? Sasa kitakuwakia. Aliongea yule mwanamke, kisha akapotea, na sikujua maneno yake yalikuwa na maana gani. Wakati anaongea kuna namna akili yangu ilikumbuka kitu, huyu mama ni kama nilishamwona sehemu. Niliwaza hayo na pale pale nikapata jibu kwamba ndiye yule yule niliyemwona kwenye bakuli kule kwa mganga. Ina maana huyu ni mama yake na Ashura, ndiye ananifanyia hivi. Anataka nini kwangu? Mbona sijamkosea kitu nilijiuliza lakini sikupata jibu. Nikalala nikiwa katika mawazo ya hali ya juu mpaka paka kucha. Sikumwambia yeyote swala lile, maana na wajua sana wenzangu, haso mwita anaweza akafanya maamuzi ambayo yangetugharimu baadaye. Asubuhi ya siku hiyo hiyo, wakati tunaenda kazini, barabarani tulikutana na rundo la watu wakiwa wanampiga bibi mmoja aliyekuwa ameshika matunguli na walikuwa wanampa kipigo haso huku wanamswaga wakimwambia twendee Makaburi ya kule ndiyo mazuri na uchawi wako leo ndiyo mwisho. Walikuwa wanamwambia huku wanamswaga na kipigo pia kuna waliokuwa wanamkata na panga, alikuwa anavuja damu mwili mzima na alikuwa uchi wa mnyama. Wakati wengine wanampa kichapo kwa upande wa madereva pikipiki, walikuwa wanafuata msafara ule huku wanashangilia kwa kupiga honi, yaani utadhani ni mwali alikuwa anaolewa. Daa, aisi tufuate nyayo tukajue itakuwaje kwa huyu bibi. Mwita alituambia na sisi tukaanza kuwafuta watu wale kwenda kazini tukaahirisha. Walimswaga mpaka maeneo ya makaburini. Makaburi ya Sumbawanga niliona wana utamaduni tofauti na mikoa mingine. Wenyewe, ukifika makaburini kule kuna makaburi ambayo yameshachimbwa kabisa, yaani wewe ukifika na marehemu unatoa hela ya waliochimba, unazika mtu wako. Kuna makaburi hapo wazi miezi na miezi, yanasubiri watu, na kuna vijana kazi yao ndiyo hiyo, kuchimba makaburi, kisha wanakaa kusubiri muda wowote maiti iletwe, wapewe hela. Walipomfikisha yule bibi maeneo yale, hawakupoteza muda, walimsukumia kwenye moja ya kaburi ambalo lilikuwa tayari, kisha wakamtupia matairi na kuni, kisha madereva boda boda wakajitolea mafuta wakanyonya kwenye pikipiki zao. Yule bibi wakamchoma kule kule ndani ya shimo pamoja na matunguli yake bila huruma. Mama, jamani mama umeniacha. Ilisikika sauti nyuma yangu ambapo nilipogeuka nilimwona yule mama ambaye alinijia usiku. Yule mama aliposema vile watu walimgeukia mmoja akamwambia, na wewe kama amekuachia matunguli siku si nyingi tunakufanya kama huyu mama yako. Nilimwangalia yule mama kwa makini sana na yeye akaniangalia na macho yetu yalipogongana akanyamaza. Mimi nikaondoka maana mle kulikuwa na harufu kali kama ya nyama inayochoma ambapo yule bibi ndiye aliyekuwa anateketea kule shimoni, huku watu wanashangilia. Tuliondoka eneo lile na wakati tunaelekea kazini, Alidi alituambia oya, wanangu, huku Sumbawanga ni hatari, uchawi ni nje nje, tuweni makini Kweli kabisa, Alidi. Joji ameshaonja muziki, alijifanya kijogo kitu kikanasa. Joji vipi, ni kutafutie demu ukapige, Shabani aliniambia, na kabla sijamjibu Alidi akasema, nipo siriazi wana, hata hii mambo ya bando la chuo tupunguze, kama siyo kuacha, pia kudhulumu mademu na ubabe itabidi tuache, la sivyo itatukosti. Alidi aliposema vile, Mwita ambaye muda wote alikuwa kimya alicheka sana, kisha akasema lakini wanangu, niwaambieni tu ukweli, bando la chuo napenda sana yaani, hamwezi kuamini, mimi kwenda na demu mmoja geto, eti nikagonge peke yangu, nahisi uvivu balaa. Walau tukiwa wawili watatu, inapendeza. Sawa Mwita, lakini hali yenyewe si unaona? Haina shida, uchawi upo tu. Cha msingi tusitongoze mademu wa mtaani, bora tuwe tunaenda kuchukua machangudoa. Mbona utaratibu ulishawekwa? ila kweli wanaojiuza wale hawana shida, maana ndiyo kazi yao. Na mpaka ameenda pale, ina maana yupo tayari kugongwa, na sio na mtu mmoja. Mbona yule wa siku ile tumepiga freshi na hatujampa pesa yake, lakini hakuna kilichotokea. Shabani aliunga mkono kauli ya Mwita. mimi nikajibu hamna ubabe tena, huku ubabe ni Mwanza tu. Na yule demu wa siku ile, baadaye lazima nikamtafute nimpe pesa yake. Sawa, ilo nalo ni wazo. Kwani tunaingiza shingapi aisi? Mpaka tudhulumu hapo? Sasa matatizo mengine tunajitafutia wenyewe. Nilimsapoti akaniambia, siku ile ilikuwa zamu yako kujiunga, na ulijiunga tukapiga wote hivyo, kalipe pesa ya watu. Alafu wikindi hii Muita zamu yako, watu tuna arosto bala. Alidi aliniunga mkono. Muita akasema, haina shida, wikindi ikifika ataleta demu geto, tupige wote kama kawaida yetu. Siku hiyo tulifanya kazi, mimi nikiwa na wazo moja tu. Kwanza nilitaka nikamtafute yule mama mchawi, nimwombe msamaha, alafu jioni nikamtafute yule dada poa ambaye tulimgonga tukamdhulumu pesa yake, nimlipe. Sikutaka ugombi kabisa na watu wa mji ule. Nilikata vio fasta sana, na kufikia saa tisa alasiri nilikuwa nimekata vio vingi ambavyo wakina Mwita wakizubaa wasingevimaliza. Mwanangu leo una muda ya kazi balaa, yaani unatukimbiza hatari. Mwita alinitania, nikajibu, a, kawaida tu jamaa, tukimbize kazi mpaka tajiri ajiulize imekuwaje. Sawa bwana George, mzee wa Joji kunasa kwenye ke, yaani unanasa kizembe namna ile, umekuwa mbwa au wewe ni cheke tu, ipo siku itakutokea, nilimjibu. Akacheka na kuelekea ndani, maana alikuwa amekuja kuchukua vioo. Nilipoona mzigo upo wa kutosha, sikuaga. Niliingiza dhana zangu za kazi ndani, kisha nikaingia mtaani kumtafuta yule mama mchawi. Nilifuata barabara ambayo ile siku yule jamaa alitokea, nikawa natembea huku naangaza macho. Sikutembea sana, nilipofika juu kidogo tu mita kama mia moja na hamsini kutoka pale kazini kwetu, nilimwona kale kabinti niliyemgonga ikanasa, akiwa nje anaanika kwenye kamba nguo alizokwishafua. Nilijongea mpaka pale alipo, nikamwambia vipi, hujambo? Hakuitika, badala yake alipandisha bega moja juu, alafu anabenua mdomo upande mmoja. Nitakukamata nikupeleke geto tena, ikanase haujakoma eh? alama ya nyota ndiyo sijakoma, alijibu kwa mkato. Nikamuuliza alipo mama yake, akasema yupo ndani amelala nilikumbuka kwamba atakuwa ana mawazo kwa kuuawa mama yake na wananchi. Pamoja na hali ile ya kuuliwa mama yake, hakuna hata mtu mmoja aliyekuja kumfariji yaani, utadhani hakuna kilichotokea. Nikawaza nitumie mwanya ule ule. Sikuongea kitu na kale kabinti, nilienda dukani nikanunua sukari kilo tano pamoja na majani ya chai, kisha nikaenda kwa yule mama Alishtuka sana kuniona kwanza, nikampa pole kwa yale yaliyotokea, alafu nikamwomba msamaha na nikamwambia kwamba mimi sio mchawi. Sasa kaka, haina shida, mimi haka katoto nilikategeshea hiyo kitu kwa sababu ni kamalaya mno. Uliwezaje kujitoa kama wewe sio mchawi? aliniuliza yule mama, akiwa amenikazia macho. Nikamweleza ilivyokuwa mwanzo mpaka mwisho. Alinisikiliza kwa makini, kisha akaniambia basi ameisha kijana, asante kwa kutambua kosa lako. Aka katoto kama umekapenda, oa kabisa kaanaye kwako mpaka siku unaondoka hapa Sumbawanga. Ah, asante mama, ningefanya hivyo, lakini sipo hapa kwa muda mrefu na karibia kuondoka. Sawa, kabinti nikamalaya sana kama marehemu mama yake, yaani ukimtaka muda wowote, njoo mchukue bure, aliongea yule mama, na pale ndio nikagundua kwamba hakuwa mwanaye wa kumzaa, ndiyo maana hampendi. Niliondoka nikiwa na furaha. Kitendo cha mimi kumalizana na yule mama ilinipa furaha mno. Sasa akawa imebaki yule dada poa. Nilipotoka pale, sikwenda kazini, nilinyoka nyumbani moja kwa moja, nikawakuta wenzangu wamesharudi. Siku hiyo sikwenda kumpa yule dada poa pesa yake kama nilivyopanga, niliona bora niache mpaka weekend, ambapo tulipanga tukaopoe dada mwingine maeneo yale, na siku hiyo ndio nikapanga nikamlipe huyu wa kwanza pesa yake. Kudadeki nina ukwasi, mbona weekend haifiki? Mwita alisema. Nikamwambia, wewe badala ya kuwaza kazi unawaza seksi. niwaze kazi usiku au, kwa sababu wewe ulinasambwa wewe na ungekufa. Haha, najua Aroston, arosto ndio inakusumbua. Na ole wako, utulete lidemu libaya, utapiga peke yako, na wiki inayofuata unaleta mwingine kwa ajili yetu. Aa, mimi tena nitaleta kitu hatari, yaani demu mkali balaa ulivyo na ukwasi, demu yoyote kwako atakuwa mzuri. Mwita aliongea hayo tukacheka sana, na ilikuwa imebaki siku mbili tu ifike hiyo weekend tuliyokuwa tunaisubiri kwa hamu. Siku hiyo ilifika, na wakati tupo geto tunajiandaa, Mwita alinikumbusha kuhusu deni la yule dada wa mara ya kwanza, nikasema ninayo na nitampa. Tuliondoka tukafika mitaa ile ya Florida majira ya saa nne za usiku, ambapo warembo siku hiyo walikuwa wengi mno. Sasa tunafanyaje, wazee? Demu ni mpange kabisa kwamba tupo wengi au nimwambie nipo mwenyewe alafu tukifika kule tunamgeuka? Mwita alituuliza, nikamjibu. Ukimwambia tupo wanne hatakubali na akikubali atakupiga bei kubwa, wewe mwambie upo mwenyewe, alafu tukifika kule tunamgeuka tunamwongezea pesa kidogo. Mwita alikubaliana na mimi akaenda upande ambapo wale warembo walikuwa wamesimama wanajiuza. Alipofika alisimama kwa sekunde kadhaa akawatazama kisha akarudi akaniambia: Oyo, yule mchumba wa siku ile tuliyemgonga tukamrusha pesa yupo, alafu ananiangalia vibaya mno, twende ukamlipe pesa yake asije akaharibu dili. Nilifuatana namwita kuelekea kule, na tulipofika sikuongea. Nilitoa wallet nikachomoa elfu hamsini na tano kisha nikamwita yule mrembo nikampa na kumwambia, samahani kwa yale yaliyotokea siku ile, najua ulichukia sana yaani nye, alafu una bahati sana, huyu mwenzako ndiye alikuwa kiherehere sana hapa. Nilikuwa namwangalia tu, usijali, ameisha kipindi kingine kama kawaida nitakuchukua, maana mziki wako tumeukubali. Siku nyingine ipi zaidi ya leo? Nichukueni leo basi, alisisitiza yule mrembo. Nikamwambia hapana, leo ngoja, tuchukue mali nyingine. Chukua basi namba zangu za simu, yule mrembo alinipanga sana, lakini nikakataa kumpa namba. Mwisho tukaagana, mimi nikaondoka, nikaenda kule walipo wenzangu. Wakati huo Mwita akawa anaongea na demu mmoja mwembamba kiasi, lakini mwenye wowo wo la maana. Kwa kifupi, alikuwa mrembo hasa. Nilipowafikia wenzangu, jambo la kwanza niliwaambia oya, Mwita ampange yule yule demu, cheki hilo wowoo wo kudadeki, ile mali ni kali vibaya hivi. Kwa staili hii tutakuja kuoa kweli, Shabani alinijibu. Nikamuuliza, kwa nini tusioe? Tunapiga mademu wakali sana, mpaka najiuliza mke wangu atakuja kuwa vipi? Maana nikipiga hesabu mademu niliyowapitia tangu nikiwa Mwanza, hakuna demu mbaya, wote inviwembe. Tulicheka baada ya kusikia vile, na pale pale Mwita akaondoka na yule mrembo wakapanda bajani, kisha wakaelekea geto. Walipoondoka hatukuwa na haraka, tuliingia pale jirani tukanunua soda na mishikaki, tukala taratibu mpaka tukamaliza, ndio tukaanza safari ya kwenda nyumbani, ambapo tukiwa njiani Mwita alimwandikia Shabani meseji kwamba tukifika tuzame ndani kabisa tulifika tukasukuma mlango tukaingia ndani ambapo tulimkuta yule binti amelala kitandani yupo uchi na kwa haraka haraka Mwita alikuwa ameshapiga. Hawa vipi tena, mbona mnaingia tu jamani bila hata hodi? alilalamika yule mrembo. Hodi ya nini? jamaa hajakuambia kwamba kuna wanyama wengine wanakuja dada? Ka hivyo hivyo tupo hapa, Shabani aliongea. Akaanza kuvua shati na sisi tukawa tunavua shati, na ndani ya muda mfupi wote tukawa uchi wa mnyama. Hahaha ha ha! Sasa acheni mkwara, kwa sababu hamniwezi hata mngekuwa kumi. Sasa ni hivi, mkiweza kunifanya mpaka nikaridhika sintawadai hata mia, lakini mkishindwa mtanipa laki moja. Yule mrembo aliongea kwa kujiamini sana. Tukakubali kwamba kweli wote wanne tukimshindwa basi tutampa hiyo laki moja. Tulipokubaliana alipiga magoti pale kitandani, akatuita kwa ishara ya kidole, wote tukamfata. Akaanza kushika shika mashine ya kila mmoja kwa zamu, huku ananyonya Mrembo alikuwa mtata hasa, maana unakuta mkono huu ameshika mashine ya huyu, mkono mwingine ameshika mashine ya mwingine, na mdomoni ananyonya mashine ya mwingine. Chumba kizima zilitawala sauti zetu, ambapo tulikuwa tunapiga kelele za raha. Alituchezea sana, mwisho akainama, akasema, watatu waje huku mbele ni wanyonye, alafu mmoja aendelee utamu huo huko, alisema huyo mrembo, na pale tukaanza kumwingilia kwa zamu. Tulimfanya sana yule mrembo mpaka akachoka, kupiga magoti akalala kwa mgongo, tukaendelea kumpiga sana mpaka kinga zikaisha, tukaendelea kupiga kavu, lakini mrembo hakuchoka. Kila mara alikuwa anatuambia kwamba ndio anaanza. Yaani mimi ndio naanza sasa hivi, aje mwingine au mmechoka? Alikuwa anasema hivyo mara kwa mara yaani, tulimpiga mpaka karibia kuna kucha, lakini mrembo bado alikuwa anasema kwamba ndio anaanza, na kama utamu ikikauka kuna mafuta fulani anapakaa mwanaume unakuwa unateleza tu. Aa, huyu demu ni pepo wazee, mimi hapa ndio mwisho wangu, Shabani alisema baada ya kuchomoka hapo, sijui ilikuwa raundi ya ngapi. Yaani kama kuna mmoja kati yetu ambaye alipiga bao chache basi ni nne A, mpeni demu ela aisi, hata mimi nimechoka, Alidi alimuunga Shabani mkono na wote tukakubalia yule demu ni shida. Mwita alitoa pesa akampa yule demu ambaye alizipokea akazihesabu na kumwambia bado elfu arobaini. Mwita alimwangalia kwa jicho kali, alafu akamuuliza kwani shingapi hiyo? hii ni elfu sitini na tumekubaliana laki Una kichaa cha mbwa wewe, yaani laki kwa siku moja watu wanne? Kwanza hiyo stini yenyewe nimekupa tu, sisi tunatoaga elfu thelathini na sio zaidi ya hapo. Mwita aliongea kiubabe kisha akavuta shuka yake tayari kwa kulala. Yule dada alimwangalia Mwita kwa dakika kama mbili kisha akainuka, akavaa nguo zake, akaondoka usiku huo huo. Wakati huo ilikuwa inaelekea saa tisa, karibia kuna pambazuka. Siku iliyofuata tulikuwa tumechoka mno, yaani tulikuwa hatujiwezi. Kila mahali palikuwa panauma, pia miguu hasa sehemu za kwenye viungo kama magoti, kwenye viwiko na sehemu zingine za viungo. Wazee, yule demu wa jana alikuwa pepo sio bure du. Demu gani hasikii dudu aise, ni hatari sana. Zilikuwa stori zetu. Na siku hiyo na hatukutoka, tulishinda ndani tumelala mpaka Jumatatu ndiyo tukaenda kazini. Tulifanya sana kazi kwa bidii, na ilipofikia kwenye hatua za mwisho tulizidisha uhuni. Kila mara kazi yetu ni kuwabaka wadada, hasa machangudoa, na kuna ambao tuliwapa pesa na kuna wengine hatukuwapa hata shilingi, na kuna kipindi wengine tuliwapa kichapo kabisa. Tulijihamini sana, hatukuwa na wasiwasi wowote. Wa pale Florida tulishajulikana, kwa hiyo tulihama bar, ikawa tunaenda bar demu atakayejilengesha saizi yetu, na tuliwapata sana kwa sababu pesa tulikuwa nazo sana tu Siku moja nikiwa kwenye grocery moja na tega mitego, aliingia binti mmoja mzuri sana, alafu kadogo kadogo alikuwa mzuri pia, na namna alivyokuwa amevaa, ilionekana kabisa kwamba alikuwa anatokea kwenye familia ya kitajiri. Kama bahati, alikuja kwenye ile meza yangu ambayo ilikuwa na viti vitatu tupu. Akaniukiza kama kuna mtu mwingine, nikamwambia hamna. Akakaa kisha akaagiza Azam juisi, akawa anakunywa kwa mapozi ya hali juu. Wakati huo mimi nakunywa soda. Huyu demu nitamuweza kweli? Nilijiuliza huku namwangalia kiwiziwizi, lakini nafsi nyingine ikaniambia kwamba nimtongoze tu kwa sababu yule ni malaya kama wengine. Sijui nilitoa wapi ujasiri wa kumtongoza yule demu. Nilijitambulisha kwake kiukweli kabisa, wala sikumdanganya, naye akaniambia anaitwa Asha ni mwanachuo, lakini hakuniambia jina la chuo anachosoma alikuwa mzuri na mstaarabu sana. Nikamwomba utamu, nikamdanganya kwamba tangu niende Sumbawanga sikuwahi kukutana na mwanamke kimwili. Alicheka sana aliposikia vile, akaniangalia na kusema, mimi sipendagi mtu anidanganye, wewe sema tu ukweli. Kwani nini? Ukweli ndio huo Asha, ila huwezi ukaamini. Nilimpanga kidogo tu yule demu na uzuri wake, wala hakunisumbua, alinikubalia, lakini akaniambia sitaki pesa yako wala chochote kutoka kwako. Ninachotaka ni ufuate ninavyotaka mimi. George na kujua sana na mambo ya kunipeleka kwako, mnibake na wenzako, sitataka hayo mabando yenu mnayoita ya chuo, ni huko huko na kuanzia leo sitaki kukuona ukifanya huo ujinga, Asha. Aliposema vike kwanza nilishtuka sana, nikataka nikimbie, lakini nikajikaza kiume, nikamwambia unanijua mimi Asha, usitake kujua, lakini najua umenielewa yule mrembo aliongea akiwa amenikazia macho, na kabla sijamjibu, niliwaza, hawa ndio wale wale. Sasa huyu kiboko yake Mwita, lazima agongwe. Na wote nani ana muda wa kukaa na demu mmoja? Kwanza kazi ndio inaishia sahivi. Unawaza nini Joji? Hamna. Sasa tunafanyeje? tuondoke basi. Nilimwambia yule mrembo ambaye hakuuliza akinyanyuka, akanishika begani, mimi nikamshika kiunoni na safari ya kwenda ghetto ikaanza, na hakuniuliza tunapoenda, alikuwa anajiamini isivyo kawaida. Itaendelea. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ya YouTube.